Bwana, moja kati ya stori kubwa ambayo imekuwa gumzo kubwa nchini Tanzania siku ya leo ni kuelekea katika mchezo wa fainali wa kombe la shirikisho, mechi ya mkondo wa pili ya kombe la shirikisho kati ya RS Berkane dhidi ya kosi ya timu ya soka ya Simba Sports Club, ambapo tumelishuhudia shirikisho linalosimamia mpira wa miguu barani Afrika CAF, kwa taarifa ambayo wamepeleka kwa mamlaka ya soka nchini Tanzania, ni kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa umefungiwa, hautotumika katika mechi ya mkondo wa pili dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya RS Berkane. Sasa hili limeweza kuibua serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Mheshimiwa Mama Samia Asa Suluhu, ambaye ameiunga mkono klabu ya soka ya Simba kuanzia hatua za awali mpaka fainali kwa kuweza kutoa ile motisha. Sasa kupitia eh, wizara ya wizarautaoni michezo wameweza kwenda katika uwanja wa Benjamin Mkapa na kuweza kupiga baadhi ya picha kuonyesha kwamba uwanja huo upo tayari na umekamilika. Kwa hiyo wanazingua kusema kwamba uwanja hujakamilika, kuundo hivyo inatokea mchezo uchezo katika uwanja wa Benja.